Watazamaji wa Global TV, tupo katika hospitali ya Mchukwi iliyopo huko Kibiti, kuja kukutana na mama ambaye amepata bahati mbaya ya kuvamiwa na majambazi na kuuawa mume wake kuuawa, anaitwa Mama Tabia Salum Mbonde ni mwenyeji waikurilinaishi lwa ruga limaishakutuambia ilikuwa kaangnikasemani mn, mlango akipiga risasi mlango wa nje ukafunguka, akipiga mlango ndani ukafunguka, milango wakawa anapanda juu ya dari, wakawavamia watoto wangu walikuwa saba nikawa nakimbia, akasema yule anakimbia mkewe, wakanishatulia risasi za miguuni, miguu ikateruka, nikawa siwezi kukimbia, nikatambaa mpaka polisi, kwenda kulala usiku kucha mpaka asubuhi. Wakasema huyo ana ujanja tena, tushammaliza miguu hii. Inabidi tukamalizie na huyo mume wake. Sasa ya kwanza iko juu. Ndio. Ya pili akaondoka kwa bado hai. Ya tatu ya tatu ndo akafa. Um, Unaweza kukumbuka ilikuwa saa ngapi? Majira ya saa 7. Majira ya saa saba usiku. Baada ya tukio hilo, walikuwa wangapi? Walikuwa watatu ndani. Na nje walikuwa wengine, sijachunguza ni wangapi kwa sababu nilikuwa nakimbia. mm -hmm. Ila ndani walikuwa watatu Um, mlikuwa mmelala au mmelala wao? Ndo akagonga mlango kwa nguvu hiyo hiyo, saa saba usiku, walichoka kama masaa mawili. Walikuwa bado wako hapo hapo tu. Hapo alipotoka, hapo alifanya mauaji, akawa anapiga sana risasi nyumba za majirani. Walikuwa na usafiri gani? Wanakuja na gari Noa. Mm. Uliona, Noa ni rangi gani? Noa ni nyeupe. Ulifanikiwa kuzangalia namba zake? Mtoto mdogo analea, kwa nini nakimbia sasa? Walikuwa nakwambia hivyo. Mm ukaambia ya jamani, ya chini na mtoto mdogo tusha kumaliza, hauna ujanja kukimbia. mume wangu mm, akaambia kama mtaka kumuua, yeah, ni mimi msimuo, na mtoto mdogo, kwani mnayemkusudia ni nani? Mm. Akasema akusema kitu, ni wewe unayekusudia, a pamoja na mkeo. Kasema na tatizo gani, au nimefanya kosa gani? tumeamua tu kukufuata we, kosa utalijua hilo baadaye, basi

kwa hiyo mama yangu, hata mmoja huwezi ukamkumbuka, ni ukikutana naye? Wamepanda ni warefu. Mwamee alikuwa kiongozi kuna mwaka kampeni iliyopita hapa akapata urais wa Magufuli, alikuwa anagombea chama cha AFP. Kwa hiyo akafeli. Aligombea nani gani? Chama cha wakulima, ah, chama cha wakulima. Kwa hiyo oh, akafeli, akawa tu yupo nifanya biashara ndogo ndogo. Wangu mimi ni kada wa chama gani? Alikuwa anagombea chama cha AFP udiwani, kwa hiyo akafeli, kwa hiyo akawa yupo tu. Mlikoni chama cha, kabla ya kumfanyia tukio hili walishawahi kumtishia, labda pengine wala kuwa na taarifa kwamba iko katika watu wanaotafutwa zetu ndio wanamwita Mangupili, wanamwita Mangupili, waliwaii kuja kumkamata na defenda humo ndani Mm. Wakamfunga pingu kumwambia twende, tatizo nini, nini sijui tatizo mm. Wakamweka ndani kama wiki mbili ndio, alafu wakamtoa mm. <coughs> na jana walivyokuja hao maramia walimuuliza, hawajamkuta mpanga juma zangu mmoja, ndo akamuliza kwani wewe ndo Mangupili? Akasema mimi sio Mangupili mvulana tu akampampa adhabu tu akamwachia. Mhm, kwa hiyo walikuwa wanamtafuta naye mangupili. Kwa bahati mbaya kuwepo anauza tu duka naishi kwa mashambani. Ah, sasa, hebu unaliambia nini na jeshi la polisi ili ili kukomesha mauaji yanayojiri huko huku kila siku za kuwa, yani yaani ukatoa mawazo yako, au eh, make kule aumake kulemake huko siku hizi kume make, Mawazo wangu, tuwa kwa kwa hiyo wasakwe tu wauaji wapatikane. Huyu mwanao mdogo ana miaka mingapi? Huyu mdogo ana miezi mitatu. Na mwingine, kwa hiyo una watoto wawili? E, hmm, nimezaa na, e, e. Ha, ladies and the gentlemen, Solid Rock Promotions inakuletea mapambano sita kwa niya mkanda wa Global TV Online. Afrika Mashariki na kati ni Jumamosi Julai 22, 2017 live Mbagala, kengele itakapogongwa chini ya usimamizi wa TPBO, mapambano ya utangulizi ya kutosha yatafuatiwa na mapambano kati ya Francis Miayusho Chichi Mawe wa Tanzania akizipiga na Israel Kamwamba kutoka Malawi, na Idi pia lali wa Tanzania atakipiga na Rejana Chiampiona kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Nasibu Ramadhani wa Tanzania akizichapa na Tinashe Mwajiwane kutoka Zimbabwe likiwa ni pambano maalum kwa watu maalum watakaopewa kadi maalum. Kutakuwa na surprise kibao, na wewe shabiki namba moja wa masumbwi utaliona pambano hili bure kupitia Global TV Online kwenye simu yako ya kiganjani. Cha kufanya nenda YouTube channel ya Global TV, kisha bonyeza kengele, na kama umeshajiunga na Global TV, bonyeza kengele ili ujulishwe mara tu pambano litakapoanza.